Uchaguzi umekuwa kizungumkuti kwa sababu Lissu hajaruhusiwa kushiriki na Luhaga Mpina hajaruhusiwa kushiriki kwa ajili ya hizo kesi mahakamani ambazo zinaenda polepole sana, alafu ili tatizo la kesi kuchelewa kwa muliwa mahakamani halijaanza leo toka zamani siku za William Shakespeare. Kwa mfano, siku za Shakespeare, Shakespeare ameandika kuhusu mambo haya e, kwamba hawa mahakimu wanachelewesha sana kesi. Mwandishi mwingine Mwingereza pia, Charles Dickens aliandika kitabu Week, aliandika kitabu Bleak House, anaongelea kuhusu matatizo ya kuchelewesha kesi. Sasa huu ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi unafata ratiba fulani, na ratiba hii kila mtu anaizingatia ana, ana, ana, lakini mahakama yetu mahakama haitaki kuzingatia. Kwa nini? Sasa mahakama inafanya mambo kama vile wakati sio muhimu, lakini wakati ni muhimu kwa sababu hmm. Eh, Albert Einstein alisema time is the fourth dimension. Sasa kwa nini mahakama ipuzia wakati? kwa hiyo Mahakama ina inadai kwamba inataka kuokoa uchaguzi, kumbe mahakama wenyewe ndio inakuwa kikwazo kwa uchaguzi. Kwa ajili hiyo, nadhani Lisu angeachiliwa huru, au, au chadema iruhusiwe kushiriki kwenye uchaguzi na I... iagizwe kutafuta mgombea mwingine, mgombea wa, wa rais mwingine, kama kama Lisu imeshindikana nadhani hiyo ingekuwa jambo zuri mahakama. Na inasema kesi ya Chadema itasikilizwa tarehe 30 Oktoba, kwa maana hiyo siku moja baada ya uchaguzi. Uamuzi huo kwa huo uamuzi ni kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi sasa sijui sijui sijui, wananchi wana mawazo gani kuhusu swala kama hili? Sijui wananchi waliokuwa na mawazo gani, lakini mimi hapa nimeshaamua mi ye, nasema yeye Rais Samia kama anasema Chadema wasishiriki kwenye uchaguzi, Rais Samia asije hapa Butiama kuzuru kaburi la Mwalimu Nyerere, asije kwa sababu uamuzi kama huo unapingana na kila kitu Mwalimu Nyerere alichokuwa na anasimamia.